Na huku wanafunzi wa gredi ya kumi wakiendelea kuripoti shule mbalimbali nchini, binti mmoja kutoka eneo la Kitutu Masaba amelazimika kuwa mjakazi, licha ya kupata nafasi katika shule ya kitaifa. Cecilia Kerubo ameshindwa kwenda katika shule ya upili ya Litein iliyoko kaunti ya Kericho alikotarajiwa kuripoti. Na kama anavyoarifu Crispin Otieno, Kerubo anasema bado hajakata tamaa kuwa ndoto yake ya kuwa daktari itatimia. Jumatano asubuhi katika kijiji cha Birongo eneo la Kitutu Masaba, nyota ya Cecilia ya Kerubo inaonekana kuyumbayumba. Licha ya kuwa wa kwanza katika shule ya msingi ya Mwong'oni DEB kwa kupata alama ya 68 katika mtihani wa KJSEA, msichana huyu ameshindwa kuripoti shule ya kitaifa ya AIC Litein kaunti ya Kericho.

Na Kerubo amekuwa akifanya kazi ya kijungujumba angalau kujaribu kupata karo ya kwenda shule. Msichana huyu amekuwa akisoma kwa msaada wa walimu wake walioamini kuwa ana nyota ya kufaulu. Enyewe nilikuwa na mafikirio, lakini sina uwezo chochote. Labda ningeambia nilikuwa nataka mwenye kuna uwezo wa kunisaidia kama hii scholarship ama yeyote mwenye ataweza kujitokeza so the life is very difficult even eating is a problem we strain to eat i miss a lot of things but i try to work hard like math lesson i never had a calculator no geometrical set no four figure i tried my best in school i usually came home daily for school fees for lunch Biblia hii ndiyo sasa kivutio chake cha kujiliwaza, anaposubiri mwanga kwa hali yake kufika sekondari ya juu kama wenzake. Nimesikitika ya kwamba huyu msichana hatapata nafasi ya kwenda shule ya senior school. Cecilia amekuwa akipitia mazingira magumu nyumbani, mpaka nilikuwa natamani mwanafunzi apate shule ya bweni ili angalau wakae huko. Kwa sasa atasalia nyumbani akisubiri dua yake kutimia. Kwa matumaini kuwa siku moja atatimiza maono ya kuwa daktari. Crispin Otieno runinga.